Tuliyaona ndani ya Dar es Salaam mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo, kwa kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi kwa kuwa natambua takriban Asilimia kumi ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni sita na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndio inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban asilimia kumi na saba ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa wa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam. Watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara ya Dar es Salaam Tanzania, hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam kinachukuliwa Tanzania ndio iko katika hali hiyo. Kwa kuna kila umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa yaliyotokea Madagaskar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaskar kumetokea nini? Hajui. Unataka hapa kitokee nini? Hajui, lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia, waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutukujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambua kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalumu ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa, nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi. Na halafu kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa, kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa, vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa, magari ya serikali vimeunguzwa, vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na na, na jina la hayo, ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea na tuliyoyakubali ndani ya katiba yetu ni yale, watu wameudhika na kitu tunaomba tuandamane, tujieleze tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka mnazi mmoja, au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi. Lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao, na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake, tulishashuhudia kwa wenzetu waandamanaji wengi wanaingia njiani na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa, yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeaona. Sasa wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi, kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tuliyoifanya ndani ya miaka mitano iliyopita walijua na wapinzani wetu walikataa kuingia, hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa chama cha mapinduzi, aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi, lakini wanayageuza serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? na yafafanua haya ndugu zangu, wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea. Wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi? Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine? Hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa? Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi, wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta, tuwajue tu ni kina nani. sasa Hebu watu wote hapa chini ya miaka hamsini wasimame, watu chini ya miaka hamsini wasimame. Aha, kwa hiyo wengi waliosimama hapa, naona ni mawaziri wangu wengi, chini ya miaka hamsini. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache na vijana wa jiji la Dar es Salaam na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje. Lakini kwa nini waratibu kutoka nje? Wale waratibu wa Tanzania tunaowajua. Wale ni shida za maisha. Ni shida za maisha akisukuma akisukuma maandamano umbea na nini kuhusu Tanzania. Watanzania, wale wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha, wanatumia fedha zao kununua bando kuwaangalia na kuwasoma wamesukuma nini? Lakini yeye ukisoma, yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha kule waliko. Hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu, na ukiwatizama vizuri, si Watanzania kamili kamili. Kwa hiyo it doesn't matter. It doesn't matter. Wedha Tanzania inaungua, haiugui yeye, ana nafasi ya kuwa nje, si mtanzania kamili kamili, hana shida hizo, hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu huko waliko. Hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka. Wanasiasa wakaenda vyama vyingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote, ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyoosha mkono wa rehema, njooni nyi wa Tanzania, njooni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani nawanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliyowakuta nje, wana safa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari nikawapa, waendelee na maisha waki wanji ni <klos> ni hawa, hawa. Walionambia, "sawa, tutarudi lakini tuna kesi." Nikawaambia, kesi nitazifuta, njoni njoni, tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu, tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo? Alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi, yeye kaja. Yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu nikajua watarudi, tukae, tuzungumze, tuende na niliwapa fursa zote. Nyinyi ndio mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndio maandamano.